Aya, wana Samiarizm, tunajua tarehe 29 kuna jambo, si ndio? Ukisema Samiarizm, Samiarizm ni udugu, si ndio? Na sisi ni udugu wake na Dakta Samia Suluhu Hassan, na hapa majuzi alikuwepo Muheza hapa, amesema ndani ya siku mia mkimchagua, si ndio, mtaona yale yote ambayo yanatekelezwa yanaendelea kutekeleza kutekelezwa. Je, hiyo Oktoba mnatiki amtiki? Tunatiki. Aha. Maana kuanzia kwa diwani tunatiki, tunatiki, tuna tunatiki. Okay. Na mnawaambiaje wengine kuhusu Oktoba? Na kwa nini watiki kwa kwa rais kwa Daktari Samia Suluhu Hassan? Na jora lakini oh, pia lakini pia ametekeza miradi. Tumeona kule unaona ile hospitali ya Samia ile. Umeona mm, imejengwa vizuri kule. Si ndio? Lakini tumeona hapa hapa tunaona hapa hapa Muheza tu, katika amani, katika furaha. Mm -hmm. Si ndio? Ndio. Yeah. Shukrani sana. Kwa hiyo kitoba tunatiki Samia Rizim, si